Karibu sana mtazamaji wetu wa MCC makongoro cha channel, katika kipindi cha asiyefanya kazi na asile leo. Tuko katika mkoa wa Tanga, wilaya ya Handeni na kijiji cha Msomera. Hapa tunaye mgeni wetu leo katika kipindi si mwingine, ni mzee Mtabani Njama Mchero Ali, maarufu Rajabu Ali. Tutakwenda kufahamu mengi kutoka kwake. Kwa kuanza kipindi chetu cha leo, mzee Mtabani anaanza kwa kujitambulisha na kusema kazi anazoendelea kuzifanya hapa katika kijiji cha Msomera. Asiye fanya kazi na asile. Na naitwa mzee, inaitwa Mtabani Jama Mcero, naishi katika kijiji cha Msomera, nafanya kazi zangu za kibinafsi. Nimezaliwa katika kijiji cha Mbagu mnamo mwaka na hamsini lima na nne. Mimi shughuli zangu hasa ni kulima, ambayo ni fundi cherehani, na maisha yangu yote ni kushona nguo na kujitegemea katika kazi kilimo, na hili watu waii, ule ushibe, utabidi ulime na kufanya kazi. Kwa hiyo mimi ni mfanya kazi mkulima, kwa vile ni fundi wa kushona nguo. Mzee Tabani anatoa historia fupi ya kabila la Wazigua kazi na shughuli gani hasa wanashughulika nazo ili kusudi mkono uweze kwenda kinywani. Sasa na neno la Mungu linosema asifanye kazi na asile. Karibu, mimi ni Mzigua bilalangu, ambaye Wazigua hasa hasa yao ya kilimo na, kili na kuna maisha yao lifanya kazi ya kilimo tu zaidi zaidi, hamna kazi nyingine. Asifanye kazi na asile na afi afya kabisa. Na mazao hasa ambayo ya kilimo zaidi ni mahindi Toroko, kunde, gomba kidogo sehemu za bonde, sehemu za mlimani, hasa wanalima mahindi. Kwa vile imesemekana sasa hivi mtaja maskini o, tunakitegemea kilimo, lakini hasa ni kilimo cha binafsi, kwa sababu hali ya maisha ndio inafanya mtu mtuembembapo, kipato kitazidi kidogo, naweza ukaita hata trekta ikakufanyia kazi, lakini asa inakuwa ni vigumu kulingana na fedha, uchumi ni mdogo kabila letu kabila la Mzigua, anapozaliwa mwanaume hasa, utoka wanawake ndani, wanapiga kigelegele kimoja tu na kupiga ungo chini, ndio amezaliwa mwanaume. Kama anazaliwa mwanamke, wanawake hutoka ndani na mtoto, wanapiga kigelegele mara mbili, ndio sisi tunaelewa kabisa kwamba amezaliwa hapo. Wazigua ndio mama a, a, a, a have... siku hiyo have... Basi kabila Mzigua ameshazaliwa na mila yao inaendelea. Kama mtoto kula chake, hasa Mzigua ni gari makande, alafu na, ma -ma na kitu kimoja kinaitwa ndwada, ambayo ni mahindi yaliyochemshwa tu bila kukobolewa wala nini. Watu wakoga hasa ni kula na kunde na maharagi, labda kikaa nyama ni pambo. Basi fanya kazi na asile na afya kabisa. Mtoto wa kike anapofikia wangu au wa kiume, basi huenda kwenye familia hile na kuanza kuposa yule mtoto hasahasa hasa, ni wazee wanaokwenda kwamba wewe ukaoe sehemu hile pale, ndio vizuri. Tachaguliwa zaidi na wazee hapo zamani, chagua pale, unachukua mwanamke pale anafaa, lakini oh, mbia tayari, basi wazee wanakutana, wanakaa Una kuku pale wanauawa kama wanne hivi, wawili watatu, wanaingia ndani, mmoja analiwa pale pale wanapokaa wazee hapo. Tunasema kwamba hiyo inaitwa inaitwa na jina ah, ki tunaita wanya, tunasema kwamba nongera, wanaongea sasa kuhusu ni nini, mali inapangwa. Mali yetu zaidi sisi huko pesa, lakini sio zaidi ya ng'ombe

kaajia familia. Sasa nategemea kilimo, ndio kitu mkubwa yote. Kwa nini mzee Tabani Njama Mchelo hatumii simu? Haya, hapa majibu yake. Nahofia kidogo kupata simu angu, naona wakumi, kari, kwa sababu mimi kazi yangu nawnambiwa waongo. Sasa kwa hiyo, mimi ningekuwa na simu ningemdanganya mtu, kumbe meaona umbe baokaona. Ni changamoto kwangu, aaa aji kipata mtaji ndio naweza sababu

Kijiji cha Msomera. Asili ya neno Msomera ni eneo ambalo linatumika kwa ajili ya kuchoma viungu vya matumizi ya mapishi. Kwa hivyo, wakina mama walikuwa wakifika katika kijiji hiki kwa ajili ya kuandaa eneo maalum kuchomea viungu. Basi tokea hapo, asili ya jina hili kwa Kizugua, Msomera ni eneo ambalo linatumika kwa ajili ya kuchomea viungu. Asiye fanya kazi na asile. Na afi, asiye fanya kazi na asile, rafiki yangu. Asiye fanya kazi na asile. <tipulose> Tafadhali leo kabisa Asante sana mtazamaji wa MCC. Leo tumekuletea kipindi cha asiyefanya kazi na asile kutoka katika kijiji cha Msomera wilaya ya Handeni mkoa wa Tanga, kwa udhamini mkubwa wa idara ya Injili na misheni AST chini ya Mchungaji Emmanuel Shirikale. Mpaka wakati mwingine, hatuna la ziada kwa sasa. Mungu awabariki sana.